Kama wiki mbili zilizopita tumewapokea wagonjwa wa majeruhi watano, na ndani ya hao kuna watu ambao walichomwa visu, na inakuwa kwamba ni changamoto. Kama usiku wa kuamkia leo, kuna kijana alipata bodaboda, alichomwa kisu. Alikuwa amembeba abilia, ni abiria alienda stendi, akamwomba kumbeba, akamfikisha sehemu, akaamua kumchoma visu. Kwa hivyo yule kijana amekuja hospitalini. Kufika hospitalini, yeye alichomwa visu tumboni. Kisu kile kiliingia kikachana utumbo mwembamba, kikachana tumbo la chakula na pia kikachana mfumo wale wa mkojo. Kwa hivyo alipokuja, mkojo ulikuwa unamwagika tumboni na amevuja damu sana. Jitihada zilifanyika za kuweza kumsaidia yule kijana lakini haikuwezekana, yule kijana alifariki baada ya muda mrefu wa kushughulika naye. Nafikiri kwamba hili imekuwa kama ni matukio saa mengi, katika hospitali yetu tunawapokea watu wamejeruhiwa, wengi wamechomwa na visu, wengine wamekatwa na mapanga. Kwa hivyo nafikiri kwamba tujaribu tu kuliangalia kama ni tatizo, tusema kwamba kulaza watu tulikuwa tunapokea watu wa ajali tu au labda mtapata ajali ya pikipiki, baadaye tunaoshughulikia, tunahudumia, wanarudi kwa, lakini sasa hivi imekuwa sana ule ukatili kwamba mtu anamchoma mtu kisu, namkata mapanga, namsho na, na uta kwamba imekuwa ni hali ngumu. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba tunaweza tukaliangalia kwa mapana kwamba sasa hivi wananchi, tunaelekea ndio uchaguzi, lakini tuwe na amani tuwe na upendo tukijua kwamba ndugu zetu hao wote ni wanahitaji usalama na anahitaji ulinzi. Kwa hivyo, nafikiri kwamba huo ndio wito wangu mimi kama daktari.